Yes. Dokta Elie, mimi nina maswali mengi sana. Naanza na la kwanza, kuna sijui niite hulka kwamba mwanaume anapofanya matukio kama hayo ya uh, usaliti au kusema kutokuwa mwaminifu katika mahusiano, sasa mpaka imefika hatua kuona ah, ndo kawaida zao, ndo wanaume walivyo eh, wanaume ndo walivyo mm -hmm. Yaani wanaume, mwanaume hawezi kuwa na mwanamke mmoja, ndo maneno ambayo yanazungumzwa. Sio kama e e, shakutana nayo, Dr. Elie, unashakutana na maneno hapana? Ni haiwezekani mwanaume lazima awe na wanawake wengi e, na hiyo wanawake wanaichukua kiasi kwamba wanavumilia hata wakijua kwamba wako wangapi, ndo kawaida wanaume ndio katika mahusiano, nasisitiza hapo. Usaliti tunaosema ni betrayal, tumesema kuna hatua tofauti. Tuongelee hii moja, tuongelee hii sasa ya mapenzi, ndoa, mahusiano, ndoa tu hapo tu. Kwa basi, turudi hapo hapo tu tu tu, fanye tu compress, kusalitiana katika mahusiano tulisema kuna wakati mtu amekosa uaminifu lakini hajasaliti amekosa uaminifu mm. lakini hajasaliti, okay. ajakuzalilisha ajakufezesha, aja amejutia pia kosa alilofanya lakini, ikiwa tabia kwa mujibu wa swali lako mm. kimahusiano, ikifikia levu hiyo ya usaliti, wote wawili mna play role, wote wawili wa mmehusika kabisa. Yani, mfano mume amesaliti, kwa hiyo na wewe mke umechangia, umechangia. Mwanamke mm. akisaliti na wewe mwanaume unachangia mm. kivipi? modi na mdrive mwingine, Dokta, tuanze na mwanaume kasaliti. Mwanaume kasaliti mm mwanaume na saliti. Kwanza unapotoka tuseme, kutoka nje ya mahusiano, tunaita tu, watu wanaelewa, lakini mimi nilikuwa nipeleka mbali zaidi uh -uh. lakini tubaki hapo hapo, kutoka nje ya mahusiano maana kukosa uaminifu mm. katika mahusiano. Ndio mimi siiti sana kusaliti, mm. nasema kukosa uaminifu, sawa kwa sababu kusaliti ni tofauti kabisa, mm, ni kabisa. Talaka ni mfano mm. Mfano au kuvunja ndio kusaliti, kwa sababu ni kusaliti, anaku destroy, anakuharibu kabisa. Mwingine ametoka lakini mko nyumba moja kama ulivyosema wanaume, anaenda mwanamke anakubali, anaona ni kawaida, ndio, kawaida, e, yao. E, kawaida e. E. kutoka nje ya ndoa hapo umeweka clean. Eh, yes. Kwa sababu mimi ni mwanasayansi ya lugha pia, ukisema neno kusaliti naitafsiri tofauti kabisa. Sawa. Tukae kwenye kutoka nje ya mahusiano, nayo ni kusaliti. mm -hmm. nayo ni kusaliti, lakini no, no. naitwa kutokuwa na uaminifu, kutokuwa na uaminifu. Sawa. Tuanze mwanaume, kama tulivyosema ni vice versa <laughs> Mwanaume anaendeshwa na influence ya mke wake okay. Asipoendeshwa na influence ya mke wake atakwenda, atakwenda na influence ya kwake. mm. Akienda na influence ya kwake atatoka. mm -hmm. Uwepo wa mke wake usipomjaa huyo mwanaume mm -hmm. atatoka Uwepo wa mwanaume usipomjia mwanamke, mwanamke atatoka tofauti. Sasa uwepo wa mwanaume unamjaga mwanamke zaidi katika mahusiano, ndio maana mwanamke anachelewa kusomeka, kukosa uaminifu katika mahusiano why? Kwani neno uwepo uko kwa mwanamke, anayesababisha presence kuwepo ni mwanamke mm. sio mwanaume mm. Ndio utaangalia hata sehemu siri, mwanaume yuko nje, mwanamke yuko ndani mm, presence, kwa sababu hata attention kimahusiano, attention ya mwanamke, ya mwanaume kwa mwanamke ni kali. Mwanaume anapochiti kutoka kwa mke wake anachiti na nani, anakwenda kuibia wapi? mm. na wanawake ambao presence yao danganifu, uwepo wao danganifu unamvutia huyo mwanaume kwa wakati ule ukijumlisha na yeye kutokujazwa na uwepo wa mwenza wake. Ili mtu asitoke mm, inabidi wakati wote popote aendapo afikie hatua ya kuhisi upo. Unajua watu wanaiba kwa sababu wanazani watu hawamuoni. Mm, na watu wanakwenda kufanya mambo sanaa, wanachiti, wanafanya hiki, wanazani watu hawaoni. Angalia mtu anayeokota chochote mtaani Ata tazama kwanza, anaangalia na huku, anaangalia na huku, anaona hakuna mtu, anaokota. mm. mwanadamu yeyote anaofia watu wengine kumfumania. Kwa hiyo mwanaume, wanaume wengi hawajazwi uwepo, uwepo wa wake zao, kwa sababu mwanamke katika zana za kuishi kwetu alipunguzwa sana nafasi yake, na hiyo ndio imeleta matatizo kwa wanaume sio furaha wala faida mm. Kuwa una, una, unapuyanga puyanga mtaani. Mwanaume ana nguvu sana kwa mambo yale ya ngono. Mwanamke ndio ana nguvu, mwanamume anatamaa naye, lakini nguvu ana sawa na mwanamke. Mwanamke hawezi kutumia dawa ya kumwongezea nguvu kwa kitengo hicho, mwanaume anahitaji. Ina maana anayezoufika na kuharibiwa na kitendo hicho cha kuchoka tokatoka toka nje ni mwanaume, sio mwanamke. mm. Ina maana mwanaume yoyote ambaye sio mwaminifu katika mahusiano yuko katika self destruct behavior, anajidestroy mwenyewe ata develop magonjwa yasiyoeleweka mwisho. Na mwingine nguvu inamuishia katikati ya safari inamkera na msumbua. Mwingine anakuwa na magonjwa ya zinaa mm -hmm. Mwingine nguvu kabisa hakuna, hawezi kutembea straight steady na anakufa mapema mm -hmm. Mwanamke ni tofauti. Tamaduni zetu, dini, mila na desturi na kadhalika, mwanamke alishushwa sana viwango katika mahusiano ndio madhara yote tunashuhudia hayo, ila all in all, wanawake walioweza kuvunja miko angalau wame break through, wameweza kusaidia wake zao, moja moja wapo ni wachache, lakini ambaye mume wake anakwenda naye sio mwili wake, bali uwepo wake, presence ya mwenza wako, ukiwa nakwenda nao pote kote kote itakuwa unaweza ukafurahia kiumbe kilichopita, lakini sio kuvutiwa nacho. Thamani ya mwanamke kwa mume wake ndio uaminifu wa, wa mwanaume kwa huyo mwanamke, na anayeweza kumpa thamani hiyo ni mwanamke mwenyewe kujipa hiyo thamani kwa huyo mwanaume. Unajipaje thamani? Ndio tunakwenda uh -huh. <laughs> <laughs> umekuja kwanza kabisa, mm -hmm. Katika ulimwengu wa leo, kama tulivyosema safari iliyopita, watu wengi tuko off, hatupo tulipo kimwili. Nenda kwenye sherehe, ilisikitisha. Tulikwenda msibani, yaani padri anafundisha, anahubiri, watu wanachati kwenye masimu zao na watu ambao unaona kabisa kwamba unaweza kumheshimu lakini dharau ya namna hiyo, pati anaongea, ana anahubiri kwenye mm, msiba, na mwili uko pale, watu ana chat na simu yake kabisa, yuko busy, yuko busy. Maana yake mm, mwili wake ulipo, yeye mm, yeah, hayupo. Mm, ndo zana tuliyo nayo leo. Mm, asilimia kubwa ya watu, mmeniona hapa studio, nimekuja mm, na recorder, simu mbaki kwenye gari. Nakuenda na kwenda naye na kuja kufanya nayo nini hapa nani atanitafuta ili tuongee nini? mm. Kwa sababu kipaumbele sasa hivi mm. ni kuhudumia wanaotusikiliza kwa uhakika, kwa ukubwa kabisa. mm. Destruction imezidi, presence imezidi kupungua. Ndio maana ukirudi, kwa kadri unavyorudi nyuma, zana ya uaminifu kwenye ndoa ilikuwepo. Rudi miaka hamsini nyuma, zana ilikuwepo. Kwa kadri tulivyokuwa tunasogea tunaongeza maarifa kiteknolojia, ndivyo tunavyokwenda mbali. tuko natural Ndoa ni ya kale zaidi ya dini zote, ndoa ni ya kale zaidi ya watu wote. Mm. Kwa wote, kwani wote tumetokea kwenye ndoa mm, hadi waasisi wa dini mama zao walikuwa wanajulikana kwenye ndoa, walitokea kwenye ndoa, e, ndoa. Yes. Wote tumetokea kwenye ndoa mm. Kwa hiyo ndoa ni mkubwa kabisa, kabla hatujafanya dhambi ku, ku, kuanza kukuwa na dini ya kumrudia Mungu, ndoa ilikuwepo tayari mm. Kwa hiyo ni natural kuishi naye ni natural, hata huyo Adamu na hao walikuwa wao wawili tu, walivyokoseana na makosa yote walikuwa wao wawili tu mm. Lakini leo viumbe viko vingi mm. vishawishi vya kutosha mm. Mwanamke ana wito wa kujijaza uwepo wake kwa mume wake kwa kuvunja miko, kuelewa ya kwanza, misingi ndoa ya nani, ni ya kwake Mwanaume akitoka nje ya ndoa mwanamke amehusika. mm. Tunakwenda wanawake mm. wote wanaoendesha ndoa zao wanaume wana wa, waheshimu hawatoki. wanaume wote wanaoendesha familia zao wanawake wanawaheshimu. Mwanamke anamheshimu mwanaume anayeendesha familia mm na mwanaume anamheshimu mwanamke anayeendesha ndoa. Kitengo cha ndoa kikuu ni tendo la ndoa. Leo wanawake wanafundishwa kukata viuno, sio mambo yayo. Tunaongelea tendo la ndoa katika mahusiano tu tukasema hivyo. Ina, inawezekana katika mahusiano ni sehemu kichocheo kikuu kwani mwanamke anamchaji mume wake kwa kitendo hicho. Umeme unaoendesha ubongo wa mwenza wako huyu ndio nampa u hali gani katika fikra yako? Ndio maana inashauriwa mwanamke asipokuwa na asipo furaha, mwanaume asubirie hadi ahakikishe furaha yake, nasomeka. Kwani asipokuwa happy atakupa umeme hasi. Ndo mahusiano tunaona leo ya kinafiki. Mm. Mwanamke yeye huyo mwenyewe, huyo mwanaume umtaki tayari, una bifu naye, lakini unakubali kushiriki naye, unamwharibu zaidi kichwa chake, kwani kitendo kile sio cha burudani tu ni cha kujazana eh? Na naye mjaza mwenzake aswa mwanamama. Yes.